Ni kitu cha kawaida, kimezoeleka kushusha engines kwenye gari ambazo sio brandi ya Toyota, lakini watu wengi wazizungumzii, lakini pia injini zake zinakufa pia vile vile kwa sababu tu isipozingatiwa matunzo yanayostahili kwenye engine husika. Sasa hii ni injini ya 2ZR ambayo inafungwa kwenye bodi ya Toyota Premio, na ukisogea karibu hapa unaweza ukamwonesha kwamba ni injini ambayo tayari ilikuwa imeshafunguliwa funguliwa, ilishafanya majaribio kadhaa mafundi kuhakikisha kwamba inarudi kwenye hali ya kawaida, lakini sisi tumeamua kureplace kwa sababu tayari inaelekea beyond repair stage au imeshafika beyond repair stage. Kwa hiyo sisi tumeamua kufunga mashine nyingine pia hapa, ili kuhakikisha kwamba gari inarudi kwenye hali ya kawaida. Tunachokushauri ni kwamba kama unakuona gari kabla haijaanza kuchezewa, haijawahi kufunguliwa mashine hapo unaweza kuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuirudisha mashine yako, kuirudisha kwenye hali nzuri. Ukija mote kai tofauti, na ikiwa tayari ishashindikana, huko ndio inakuja kwetu. Uh, kwa upande wa mashine, unajua kadiri unavyokuwa unakosea ufungaji ndivyo ambavyo unavyoongeza chansi ya kuharibu zaidi baada ya kuiwasha, kwa sababu kumbuka hapa kwenye mashine ndipo ambapo kwenye moyo wa gari kwenye teknoloji upande wa Toyota kwenye injini hii walikuwa wako vizuri sana. Unaona hii hii ni mota hapa. Tumezoea injini nyingi zinakuja na mfumo wa VVT-i lakini hii inatumia Valvematic. Sasa hii ni electric driven motor ambayo inakuwa ina control adjustment za hii camshaft hapa. Sasa hii camshaft inavyokuwa inafanya kazi hii ni intake camshaft inakuwa controlled na hii Valvematic motor. Tofauti ni nini kwenye VVTi? VVTi yenyewe ina control tu when, when to open the valve, lakini how long should the valve stay open ni valve matic. Kwa hiyo inakuwa ni extension au kuongezea zaidi teknoloji kwamba sio tu nyakati gani valve ifunguliwe, lakini ni kwa kiasi gani ile valve ifunguliwe, sawa. Sasa kitu ambacho kinaweza kukushangaza kwenye Toyota premium hapa kuna gearbox ya CVT. Hii gearbox ina bei kubwa kuliko injini hii hapo ambayo tunaipandisha tuna sasa hivi, na ni watu wengi sana wanashindwa kuelewa hivi vitu. Hii gearbox unaweza ukaipata kwa, kwa milioni tatu plus, lakini injini iko within two million. Sasa usije ukapata surprise kwamba mbona gearbox bei kubwa lakini engine bei ndogo. Ni vivyo hivyo hata unapokuwa na steering rack ya Toyota Crown. Steering rack ya Toyota Crown ina bei kubwa inaikaribia bei ya injini 1.5 unaweza ukapata mswaki wa 4GR. Lakini hiyo ni bei ya kununua steering rack. Sasa ili asikukute haya, akisha tu kwamba service zako anazozifanya ni za uhakika sana na usipuuzie Any abnormalities abnormal sounds zinazotokea kwenye engines hii, sija kafika hatua hii pia nawe tunashusha mashine, kwa sababu injini naweza tukahesabu imekaa muda mfupi sana, kulingana na registration ya gari tofauti na ilivyotakiwa kukaa. wote kai wotekai tnx